Niombwa nizungumze kidogo kuhusu topic ya leo, mwanamke kama chachu ya mabadiliko. Ntazungumza mwanamke kama chachu ya mafanikio katika maeneo matatu mafupi. Eneo la kwanza ni mwanamke kama muendeleza uzao, eneo la pili ni mwanamke kama mlinzi na eneo la tatu ni mwanamke kama daraja. Haya maeneo matatu nataka nizungumze na wewe ambayo yatakupa picha ya mwanamke kama chachu ya mabadiliko, a woman as an instrument of change, mwanamke kama chombo au kama chachu ya mabadiliko. Lakini naomba nianze kwa swali, wangapi kutoka sakafu ya moyo wako unaamini kabisa ya kwamba wewe ni chachu ya mabadiliko naomba mkono. Umeona mikono? Sio, kuna wengine nafsi zao zinawaonyesha kabisa ya kwamba wewe sio chachu ya mabadiliko, yaani deep down moyo wako unakuambia kabisa wewe sio chachu ya mabadiliko. Na nina uhakika baada ya hizi dakika chache, kama ulikuwa sio chachu ya mabadiliko, I am sure, utahama leo kutoka kuwa sio chachu ya mabadiliko kuwa mwanamke ambaye ni chachu ya mabadiliko. Ngoja nianze na sehemu ya kwanza, mwanamke kama muendeleza uzao, yaani nafasi yako ya kuleta mabadiliko katika kuendeleza uzao. Sasa sintoongea kuhusu kuzaa watoto, kwa sababu kama ulikuwa ujui, naomba nikwambie katika uumbaji wa Mungu hakuna kiumbe kilichopewa fursa na uwezo wa kuendeleza uumbaji kupitia uzao isipokuwa mwanamke pekee duniani. Hakuna. Wengi mnafahamu kabisa tuko katika ulimwengu ambao tuna kitu kinaitwa LGBTQAI++. Katika ile LGBTQAI++, ile T maana yake ni transgender transgender ni sayansi ya kumbadilisha mtu wa jinsia moja aweze kwenda jinsia nyingine, na akafunction kama jinsia nyingine, baada ya sayansi ya kumbadilisha. Wangapi mmeshawahi kusikia hiyo? Mmeshawahi kusikia? Sasa naomba nikwambie transgender inavyofanyika, mwanaume anavyofanyiwa transgender, au mwanamke anaweza kufanyiwa transgender. Kuna mambo katika mwili wake, ana uwezo wa kubadilika kabisa, yakawa jinsia nyingine Anaweza akabadilika sauti, anaweza akabadilika hisia, anaweza akabadilika muonekano, anaweza akabadilika via vyake vya uzazi. Lakini kati ya vitu ambavyo vimeshindikana na havitakaa viwezekane ni mwanaume aliyebadilishwa kuwa jinsia ya kike kuweza kubeba mimba. Haiwezekani na haitokaa iwezekane, kwa sababu ni uwezo pekee ambao Mungu alimpatia jinsia ya kike kwa hiyo mwanamke anaweza akabadilishwa, mwanamume anaweza akabadilishwa akawa mwanamke na akaonekana kama mwanamke kila kitu, lakini kitu ambacho hawezi kuwa kuweza ni kuweza kufanya nini? Kubeba mimba. Sasa ngoja nikupeleke kugumu zaidi. Ndiyo maana mwanamke anaitwa woman, sema woman. Maana ya woman wale watu wa maandiko wanajua kabisa mungu alimuumba mwanadamu kama adamu mwanamke hakuwahi kuumbwa kama unafikiri mwanamke aliumbwa mwanamke hakuumbwa mungu alimuumba adamu mwanamke akatoka kwa adamu sasa maana ya woman, maana ya woman is a man with a womb. ni mwanaume aliyetengenezwa na mungu akawekewa kitu kinaitwa womb. Womb ni tumbo la uzazi Ndiyo maana haiwezi kubadilika hata siku moja jinsia nyingine ikaweza ikabeba mtoto. Kwa hiyo a woman is a man with a womb. Sasa nachotaka kukuambia kwenye kuendeleza uzao ni hii, pamoja na uwezo Mungu aliyokupa wa kuendeleza uzao, usiishie kuendeleza uzao wa kubeba watoto na kuzaa peke yake, ambayo mimba hiyo unaipata naturally Hakikisha unabeba mimba za maono na unazaa vitu vinaonekana. wangapi wananielewa? Hakikisha unabeba mimba za fursa na unazaa vitu vinaonekana. Badilisha vitu na mambo katika ofisi unayofanya kazi. Beba mimba za mawazo, sio unabeba mimba za umbea peke yake. Halo, beba mimba za vision, sio unabeba mimba za vitu ambavyo havieleweki. Beba mimba za maono, beba mimba za malengo. Mwaka huu nataka kufanya kitu fulani, mwaka huu nataka nibadilishwe cheo, niende kupata promotion, sitaki kushikwa mkono na mtu. Beba mimba zinazobadilisha circumstance ulionayo, kukutoa sehemu moja kuwa sehemu nyingine. Pamoja na kwamba una uwezo wa kubeba mimba ya tumbo, usiishie hapo, nenda zaidi. Beba mimba zitakazokupa mafanikio, beba mimba zitakazokubadilisha status yako Beba mimba zitakazobadilisha mwonekano wa familia yako wa watoto wako. Nenda zaidi ya mimba ya bioloji, nenda zaidi, uwe na mimba zitakazozaa mafanikio. Mwambie mwenzako zaa mafanikio. Mwambie mwenzako beba mimba ya maono. Wangapi wamenielewa kwenye pointi ya kwanza? Usiendeleze uzao peke yake wa watoto, hiyo ni jambo jema lakini endeleza uzao wa mabadiliko. Jambo la pili, mwanamke kama mlinzi. Mwanamke kama mlinzi. Ile ya kwanza ya uzao nimekupa swala la kibaiolojia wum, hii ya pili pia naomba nikupe swala la kibayolojia mwanamke kama mwenye uwezo wa kuendeleza protection, ulinzi. Akina mama mlioko hapa, naomba niwasaidie kitu kimoja ambacho na uhakika wengi hamjui. Tulivyokuwa darasa la sita pamoja na form 3 tulifundishwa mwanadamu mwana ana sensory organ, milango ya fahamu mingapi? Wangapi wanakumbuka mingapi? Tulifundishwa mingapi? Wa kwanza, masikio, macho, ulimi, pua, ngozi. Sasa naomba nikwambie tafiti za saikolojia zimeprove kitu ambacho hata mimi nina uhakika, kwa sababu hata kwenye imani kipo. Mwanamke ana sensory organ sita, sio tano. Kuna mtu ananielewa? Ningekuwa mwanamke kama wewe, ningepiga makofi. Mwanamke ana sensory organ sita. Ile ya sita kitaalamu inaitwa EPS. EPS maana yake ni extra sensory, ni sensory ambayo mwanamke ana uwezo wa